Naam, karibu tena mtazamaji wa gumzo la Ghassani kwenye gumzo updates. Na hivi sasa kwa mara nyingine tena tunakwenda kiswani Pemba, ambako tumearifiwa kwamba kamati maalum ya dua kwa wadhulumiwa wa uchaguzi siku ya leo jumanne ya tarehe 9 Disemba 2025 nyakati za alfajiri ilisoma dua kwa lengo la kumwelekea mwenyezi Mungu. Dua hiyo imeongozwa na mashekh na wataalam kila kona kisiwa cha Pemba. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na kamati hiyo maalum ya dua, dua imefanyika katika eneo ambalo limetajwa kwa bali maalum ili kuhakikisha kwamba inasomwa kwa utulivu mkubwa na kwa ufanisi wa hali ya juu. Imesema taarifa hiyo kwamba lengo la dua hiyo ilikuwa ni kumwelekea Mwenyezi Mungu na kumshtakia dhidi ya dhuluma kubwa inayoendelea kumea na kuota mizizi kila kipindi cha uchaguzi visiwani Zanzibar. Inasema ripoti hiyo kwamba sasa dhuluma hiyo kwenye uchaguzi kisiwani humo inaonekana kama ni jambo la kawaida na la halali na ni mtaji kwa madhalimu ambao wameombewa dua dhidi yao. Hivyo imesema kamati hiyo, kama wadhulumiwa tunaendelea kunyanyua mikono kwake Allah ili nguvu na uwezo wake usiokuwa na mipaka uhukumu dhuluma hizi kama alivyohukumu dhulma na madhalimu wa zama zilizopita kama vile Haman na Firaun na haki iweze kusimama na kushinda kama ilivyoshinda katika vita vya Badri, inasema ripoti hiyo. Yeye Allah subhanahu wa taala amesema kwamba eduuni fastajib lakum, ya iliombe na, nita, na, nitakupeni. Na sisi tunanyua mikono kwake kumuomba na kutoa machozi tukijua kwamba ni yeye pekee mwenye nguvu na uwezo wa kutuhukumia dhidi ya dhuluma hii iliyofanywa Oktoba 28 na 29 hapa Zanzibar na Tanzania uzima kwa ujumla, inamalizia taarifa hiyo wa kusema kwamba sisi hatuna pakukimbilia, pakukimbilia ni kwake yeye Allah. Hatuna wakumuomba, wakumwomba ni yeye Allah. Hatuna wakumlilia, wakumlilia ni yeye Allah, na insha Allah haki itasimama kwa idhini yake Allah.